tunaendeleza somo letu la balagha katika kitabu cha Albalaghatul Wadhiha kilichoandikwa na Aliyu Ljazim pamoja na Mustafa Amin rahimahum llahu jami'an jamia, na bado tuko katika kuelezea jinsi e, wanabalagha wanavyotumia maneno yao katika sehemu mbalimbali na kutufahamisha ya kwamba maneno mazuri yanaweza yakatumika sehemu na kukubalika, lakini hayo hayo yakawa si mazuri tena, ni mabaya katika sehemu nyingine. Sasa leo, bila kupoteza muda, tuangalie hapa tunapopasoma leo, ambapo panasema faqad hakau, hakika wameelezea, anna Aban Najmi, ya kwamba Abun Najmi dakhala ala hisham ibn abdilmaliki aliingia kwa Hisham bin abdul Maliki, wa anshadahu, akamwimbia beti zifuatazo akasema: safara'u, umanjano qad kadat, hakika umekaribia. Walamma tafaan, lakini bado haujakuwa umanjano wa sawa sawa. Kaannaha, kana kwamba, fil ufuqi, juu kwenye anga Ainul ahwali kuna jicho la kengeza. Sasa huyu hisham bin abdilmaliki yeye alikuwa na nini na kengeza. Kengeza maana yake ni mtu ambaye anaangalia upande huu, lakini macho yake, mboni za macho yake zinakuwa kama zimeelekea upande mwingine. Kwa sisi watu wa Pwani tunaita e, makengeza. Sasa hisham bin abdilmaliki alikuwa ni kama mwenye, e, alikuwa ni mwenye makengeza kwa maneno haya yeye akahisi nikana kwamba vile amedharauliwa ko akasema, wakana Hisham na alikuwa Hishamu ahwal ni mwenye kengeza. Fa amara bihabisihi, akaamuru Abunajmi akamatwe afungwe. Yeye Abunajmi hakuwa lengo lake kumdharau, lakini maneno aliyoyachagua kusema mbele ya Hisham bin Abdul Malik ambaye alikuwa ni miongoni mwa makhalifa wa Bani Umayya katika wakati wake akaona khalifa huyo amedharauliwa akaamuru Abu Najmi amfunge. Wa madaha Jarir Abdul Malik ibn Marwan, na Jarir naye alimsifia eh, Abdul Malik ibn Marwan, naye pia alikuwa ni khalifa miongoni mwa makhalifa bani Umayya biqasidatin, kwa kasida ambayo matla'u ha matoleo yake yanasema: atashu, je, umeamka uko sawa sawa kiakili, amfu aduka au moyo wako ghairu sahibu, hauko sawa akiwa a, Jariri amelenga kumwambia ya kwamba ukiwa kiongozi unatakiwa muda wote uwe wai, usije usijokawa umeshiba. Sifa za kusifia ni maneno mazuri, ni kumnasihi, lakini Abdulmalik bin Marwan yeye akaona a, -a amenidharau. Kwa hiyo fastankara, Abdulmalik Abdulmalik yeye akachukia hadha ibtidaa, huu mwanzo ulivyoanza katika kuimbiwa hili shairi. Waqala lahu, akamrejeshia kwa kumwambia Jarir bal fuaduka ant, bali ni moyo wako ndio ambao haujaamka, bali wewe kiakini ndio hauko sawa wanaa ulamaa ladabi ul, na hakika wameelezea maulama wa, ma wa adab, ala lbuhturi al, juu ya, ya Buhturi ambaye alikuwa ni miongoni mwa wanashairi maarufu, an yabdaa qasidatan, kuanza qasida, yunshiduha, anayoyimba, amama mamduhihi mbele ya msifiwa wake, biqaulihi, kwa kusema kwake, lakal wailu, ole wako, ole wako, milaili ni kutokana na usiku, takasara akhiruhu, e, mwisho wake umekuwa mfupi. Ya kwamba chukua tahadhari, siku zote ni hatari huwa inakuja ndio hiyo, lakal wailu min laylin taqasara akhiruhu, eh, ole wako, ole wako, na hatari yenye kuja usiku ni mfupi sana, usije ukakaa ukajisahau. Waabu na wakayaaibisha, wakayatia dosari, waabu ala lmutanabbi qawlahu, na wakaitia dosari juu ya Mutanabbi kauli yake ala rathai ummi saifi daula, katika maombolezo yake ya kumwomboleza ummi saifi daula. Kwa hiyo uh, wanaadab wao wamemkosoa, wame uh, Almutanabbi miongoni mwa kauli alizokuwa uh, alizo akimwombolezea ummi saifi eh, addaula, yanasema hivi swalatu llahi, rehma za mwenyezi Mungu, khaliqina, aliyetuumba, hanutun, ni manukato ya maiti, ala lwajhi lmukaffani, juu ya uso uliokafiniwa, biljamal, kwa uzuri maneno haya wanazuoni wa adab tunasema, albudabao wameyakosoa. Kwa nini? qala Ibn Waki, amesema Ibn Waqii, inna wasfahu umma lmaliki, hakika huyu Mutanabi kumsifu kake kwake mama wa mfalme, bijamali lwajhi, kwa uzuri wa uso, ghair mukhtar, ni jambo lisilo hiarika. Kwa hiyo wao wamefanya nini? Wamemkosoa. Wame, wafi lhaqi anna mutanabbi, na katika haqi ni kwamba mutanabbi kana jarian, alikuwa jasiri mno, fi mukhatabati lmuluki, katika kuwasemeza viongozi. Yeye alikuwa kiongozi, ukienda upogo anakupiga kwa mashairi. Kwa hiyo alikuwa ni shujaa, haogopi kusema ile haki iliyoko kwako wewe. Wala alla na huenda kufanya hivyo liadhami nafsihi ni kutokana na, e, ukubwa wa nafsi yake cheo cha nafsi yake wa abqariyatihi na kipawa chake na ubunifu wake sha'anan, kishani fi hadha shudhudh, katika ukosoaji huu. Sasa hayo yote tuliokuwa tukiyasoma kwa nyuma, tulikuwa tunasoma kitu gani? Tuliokuwa tukiyasoma uko nyuma ni kipande hichi hapa, ndio cha kuzingatia zaidi. Tunasema idhan labudda lilbaligh, hivyo hakuna budi kwa mwanabalagha awalan, kwanza kabisa, minaltafkiri fil maani, kufikiria katika maana za maneno aliyobeba kwamba yule anayekwenda kumfikishia atatafsiri vipi. Huenda wewe umelenga hivi, akatafsiri hivi, maneno yakawa hayana maana yoyote kwake yeye, zaidi ya kwamba ni chuki. alati tajishu fi nafsihi, ambayo anayatengeneza katika nafsi yake, anayaandaa katika nafsi yake. wahadhihi yajibu na kwa hii, in, in, inawajibika antakuna sadiqa, hayo maneno yawe yana ukweli. Dhata qima, yawe yana hadhi. Waquwa, yawe yana nguvu. Yadhharu fiha, yanadhihirika ndani yake, au yanadhihirisha ndani yake. Atharul ibtikari, kwamba kunadhihirika ndani yake athari ya ubunifu. Kisha wasalamati nadhari na kusalimika alnadhari kwa maana kusalimika katika kudadisiwa, wa diqati, dhauq na lahdha ya kupitiliza, fi tansiqi lmaani katika kuunda hizo maana, wa husni tartibiha, na uzuri wa kupangika kwake, kwa huko kote tulipotoka katika kipengele cha albalagha. Hiki kipengele cha mwisho ndio kinahitimisha, tujue kitu gani hasa kulikuwa tumekisoma. tume, tume kwao, mwanabalagha yeyote ni lazima afikirie katika matamshi yake, maana yanayokwenda kutumika yataendana yata na jamii ambayo anakwenda kuongea nao au mtu anayekwenda kuongea naye, asije akaongea na, asi na raisi alafu yuko katika kumnasihi ku, ku, rais kama anavyowanasihi watu wa kawaida wa chini, akatumia maneno hayo, itakuwa amemdharau rais na rais ataona kwamba auyu mtu amekuja tu kunitusi na kunitukana. fa idha tama lahu dhalika, likitimia hilo ambalo tumelieleza amida ila lalfadhi al sasa ndo atayaandaa maneno alwadhiha yaliyokuwa wazi wazi almuathirati mulaima, na yenye kuathiri yanokwenda kuingia katika nafsi na kuifanya nafsi ikutike na maneno yale. Faalafa bainaha, kisha ataunda hayo maneno na hivyo vipengele ambavyo tumevielezea atavikutanisha. Faalafa bainaha, atavikutanisha taalifan muundo ambao yaksimu jamala ni wakubwa yanaleta ya, ya, ya, ya mvuto na nguvu. Kisha namalizia watu wenzi hao wanasema falbalagha tu, wana balagha e, fal balagha tu. Basi ujue kwamba balagha laisati fi dafu, si katika tamshi, kwamba ukachukua maneno ukaundaunda tayari ikawa ni balagha, hapo ikaingia no wahdahu peke yake walaisat fi lmaana wahdahu wala, wala si katika maana tu peke yake, walakinnaha lakini balagha atharu ni athari lazimun yenye kulazimiana lisalamati taalifi hadhaini kwa kusalimika muundo wa vipengele hivi viwili wa husni n sijamihima na uzuri wa kujitengeneza kwake. Hiyo ndio balagha. Tukamilishe kwa kusema hivi kwamba kwa kwa kwa, balagha hasa si tamshi wala siyo maana, bali balagha hasa kunaangaliwa ile athari yake ambayo imesalimika muundo wake na vitu hivyo viwili, kwa maana ya maana na tamshi lake limeungwa vizuri kiasi ambacho kila anayesikiliza matamshi hayo kupata maana iliyokusudiwa na huvutika na huathiriwa moyoni mwake na maneno hayo. Hiyo ndiyo balagha. Ulikuwa nami Ustadh Baqir Athman. Leo tumekapinisha kipengele hicho cha balagha. Kipengele kijacho, tutakuja kukamilisha kipengele cha al uslube. Katika mukaddima wa balagha tulisema kuna vipengele vitatu: al fasaha, alhamdulillah, tayari al balagha leo tumekamilisha, kisha tutakuja kwanza kipengele cha al uslub inshaallah Taana. Kama hauja subscribe, subscribe sasa na ugusa na makengele ili kusudi tukiposti kipengele hicho kitamu kinachofuata, ah, kiweze kufikia kwa wakati Maasimu.